Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imesema kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa DRC Congo wamekutana mjini Doha, Qatar na kukubaliana kuendelea na mazungumzo kuhusu amani ya kudumu. Kagame na Tshisekedi walikutana mara ya mwisho ana kwa ana kuhusu swala hilo mwezi Septemba 2022 mjini New York wakipatanishwa na Rais wa Faransa Emmanuel Macron. Majaribio kadhaa ya wapatanishi wengine kuwaleta viongozi hawa pamoja katika juhudi za amani yameshindwa tangu wakati huo. Mkutano wa Amiri wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani unaonyesha dhamira ya nchi hiyo na maslahi ambayo DR Congo na Rwanda walionayo katika uhusiano wao na Qatar. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, viongozi hao pia walikubali kuendelea kutafuta amani kupitia mazungumzo mapya na yaliyoratibiwa na Rwanda huko Angola. Umoja wa Mataifa wa DRC na baadhi ya nchi za Magharibi zinaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono w wapiganaji wa M23. Katika siku za hivi karibuni, mkutano huo wa Doha ulifanyika huku kukiwa na ripoti za mapigano siku ya Jumanne katika eneo la Walikale kati ya M23 na upande wa vikosi vya serikali ya Kongo. Waziri wa serikali anayehusika na upatanishi wa utatuzi wa migogoro, Dr. Mohamed Al-Khulaifi alitoa taarifa kupitia mtandao wake wa X kwamba Qatar inathibitisha mazungumzo ndiyo njia halisi ya kusuluhisha tofauti kati ya nchi na kufikia amani. Hii ni Sawasawa Sawa Digital, habari kiganjani mwako.